Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya habari ambazo sasa hivi hapa zina make headline zaidi, mara tu baada ya kifo cha MC Pilipili ni hii habari kuhusiana na mkewe ambaye anafahamika kwa jina la Cute Mena. Eh, huyu ni mwanadada ambaye eh, amefunga ndoa na MC Pilipili kwa muda mrefu sana na ameishi pamoja eh, kwa muda mrefu na kila mtu watu, watu wengi sana of course ambao walikuwa wanamfuatilia eh, MC Pilipili eh, pamoja na mkewe wote walikuwa wanajua kwamba jinsi gani ambavyo familia yao wanavyoipenda na vitu vingine kama hivyo. Lakini leo mara tu baada ya kifo au taarifa za kifo kuhusiana na MC Pilipili e, kusambaa mitandaoni e, kumeibuka mijadala mingi sana mizito, na mijadala hii bwana kiukweli imebaki imewaacha watu wengi sana mdomo wazi kwa vitu ambavyo vimeanza kuzungumzika hivi karibuni. E, bwana, moja kati ya vitu ambavyo tumeviona huko mtandaoni bwana, kuna wadau wana, wanasema kwamba inasemekana e, kwamba aliyekuwa mke wa MC Pilipili na mumewe ambaye ni Pilipili mwenyewe walikuwa hawana maelewano mazuri kipindi ambacho e, kuelekea katika umauti wa MC Pilipili. Yaani, hicho ndo kitu ambacho kilipo kime trend sana huko mitandaoni, ilikuwa inafahamika hivyo kwamba wawili hawa bwana hawakuwepo katika maelewano mazuri, na mpaka kipindi ambacho MC Pilipili e, pili umauti umemkuta ni kipindi ambacho bado alikuwa hana maelewano mazuri na mkewe huyo e, Cute Mena. Lakini pia vilevile jambo lingine ambalo tumeliona huko mtandaoni bwana ni kwamba MC Pilipili bwana e, wakati alivyoenda Dodoma kule kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli zake za UMC mkoani humo, alikuwa anatakiwa kukutana na mchungaji ambaye ndiye alikuwa msimamizi wa ndoa yake na mkewe kwa ajili ya kumaliza migogoro ambayo ipo kati yake yeye MC Pilipili na mkewe huyo anayefahamika kwa jina hilo la Cute Mena kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimesambaa sasa hivi mitandaoni, inasemekana kwamba e, kipindi cha migogoro hiyo ni kwamba kila mtu alikuwa anafanya mambo yake kwa namna moja au nyingine. Sasa jambo ambalo linalosemekana kwamba limemsababisha MC Pilipili kusumbuliwa na matatizo maana, e, kifo cha MC Pilipili kimekuja ni ghafla sana. E, ukiangalia ni kwamba kifo chake kimekuja ghafla mno na ughafla wa kifo cha MC Pilipili bwana inasemekana, e, kwamba umetokana na tatizo la shinikizo la damu yani ambapo presha ndiyo kitu ambacho kinasemekana kwamba kimesababisha MC Pilipili kuzidiwa ghafla na mwisho wa siku kupelekwa hospitalini na taarifa kutoka kwamba tayari ameshapoteza maisha. Kutokana na sababu hiyo basi, wadau mbalimbali wamekuwa wakifuatilia kwa karibu kutaka kufahamu exactly kitu gani ambacho kimepelekea MC Pilipili kupatwa na hilo tatizo la pressure. Watu wakawa wanajiuliza kwamba ni kipi haswa kimesababisha kutriga hiyo pressure ya MC Pilipili ghafla kiasi hicho na mwisho wa siku kumgarimu uhai wake, ambapo hapo bwana, ndipo watu wakagundua kwamba katika mitandao ya kijamii ya mwanadada ambaye alikuwa katika ndoa na MC Pilipili ambaye anafahamika kwa jina la Cute Mena, e, kumbe ali kwa inasemekana kwamba kuna picha ambayo ilikuwa imepostiwa ikiwa inamwonyesha mwanadada huyo akiwa amepiga picha pozi ambalo ameshikilia tumbo lake. Sasa picha hiyo, picha ya namna hiyo ukiiangalia kwa haraka haraka, obviously unaweza ukahisi kwamba huenda e, bidada bida huyu ameamua kuweka taarifa wazi bayana kwamba ni mjamzito. Sasa inasemekana kwamba taarifa hizo huenda labda hizo picha zilimfikia MC Pilipili na kuhisi kwamba huenda labda mkewe yuko na ujauzito, na ndio kitu ambacho wadau huko mitandaoni sasa hivi wameposti kwamba inasemekana ndiyo sababu ya kutriga pressure ya MC Pilipili na ikamgharimu maisha. Kwa hiyo hapa bwana, tumepita katika peji ya mfungua kodi e, huyu mfunguaji kodi ameposti hapa picha ya, yapa, ya MC Pilipili ya ndoa na mkewe, alafu then pembeni akaposti picha ya mke wa MC Pilipili akiwa ameshikilia tumbo, alafu akaambatanisha na picha nyingine nyingi e, ambazo zilikuwepo pia hapo, alafu akaandika kwamba wana insta wanadai kwamba hii picha aliyoposti mke wa MC Pilipili ndiyo chanzo cha MC Pilipili kupandwa na presha. kwa hiyo hapa bwana wadau mbalimbali bwana wanadai kwamba mwanadada huyu alikuwa e, inasemekana kwamba alikuwa ni mjamzito na ndio kitu ambacho kilichopelekea yeye kupandwa na pressure, lakini pia vile vile wadau mbalimbali bwana e, wamekuja hapa kuweka maoni yao e, kuhusiana na hiyo inshu. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, inaumiza sana hiki kitu e, kisikie tu kwa mtu mwingine tu walikuwa wameisha eh, rudiana walikuwa sawa kabisa. MC Pilipili anaitwa Emmanuel Matias Fenomena, ameandika kwenye IG yake Fenomena today Emmanuel, inauma sana. kuna mtu amekuja ameandika hivyo, lakini pia hapa kuna page nyingine wamekuja wameandika kwamba eh, amemwacha mke akiwa mjamzito. kuna page nyingine wamekuja mea, wameripoti hivyo. Hii ni page ya Cado Media eh, wameandika hivyo lakini pia kikubwa zaidi kuna peji nyingine hapa. okay, yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa za ndani kabisa. Inasemekana kwamba e, bidada huyu, e, kuposti hiyo picha ndipo mambo yakawa chembele. Lakini pia hapa kuna comment za watu, kwa mfano kuna mtu amesema kwamba bwana, jamani, huyu dada amefiwa. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, kabeba na mimba, jamani, huyu dada kiboko. E, kuna mtu amesema kwamba huyu ni mfiwa tena. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, hiyo sio mimba bwana ni tumbo lake tu, ila impact ya picha imekuwa kubwa na yenye kuleta majonzi. kuna mwingine amesema kwamba kwa hii picha aliyoposti huyu dada, ilikuwaje? Angepiga tu picha, angeacha, tungeona au tungehisi kwamba ni mja mzito. Imekuwaje ameamua ashike tumbo, tujue kabisa kwamba ana mimba? Kuna mwingine anasema bwana, hii picha nahisi ndio imeleta stress kwa, kwa, kwa, kwa kaka wa watu eh, alimpenda sana huyu dada. Kuna mwingine huyu hapa ameandika kwamba bwana mbona ameposti hii picha ya mimba e, alafu jana jamaa hajachukua masaa mengi amefariki. Huyo anaitwa Sans, sans underscore Andre. E, kuna mwingine hapa anaitwa Fetv Tenge ameandika kwamba e, furahi, furahi tena mwezio kaishaondoka Eh, huyu binti mieyusho eh, kuna watu wameandika hivyo, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo inasemekana kwamba eh, kuna hiyo picha ambayo ilikuwa imesambaa. Kwa hiyo hapa wadau wanasema kwamba bwana, hiyo picha labda, huenda inasemekana kwamba MC Pilipili alivyoiona akahisi kwamba mkewe ana ujauzito na ni kitu ambacho labda kika trigger pressure yeah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ukiwa kama mdau na wewe pia weka maoni yako kwenye comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.